Ofisa Uchunguzi wa serikali katika masuala ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Yohana Mcharo, akiwa kwenye mafunzo ya elimu ya Uraia na Utawala Bora kwa watendaji wa kata, wakuu wa idara na vitengo halmashauri ya wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi pamoja na kamati ya usalama ya wilaya, ameonya baadhi ya watumishi wenye tabia hizo. Maadili au uadilifu ni dhana inayokataza pia mahusiano ya mapenzi katika mazingira ya kazi. Aidha mwanamke au mwanamme kuanza ku onyesha ishara za mapenzi au kutendeana matendo ya kimapenzi katika, katika ofisi za umma si jambo sahihi, ni maadili mabovu kabisa na, na, na, na ni ukosefu wa nidhamu wa kiwango kikubwa katika, katika utumishi wa umma. Baadhi ya watendaji kata wa halmashauri hiyo wakakiri kuwapo kwa ukiukwaji wa maadili ya utumishi, huku wakiahidi kuyafanyia kazi maelekezo yaliyoyapata kwenye mafunzo hayo halitakiwi kuendelezwa na sisi wenyewe natakiwa kusimama kwenye mstari mmoja kuona kwamba maadili haya si jambo jema kwa Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza leo kwenye mafunzo haya, tukisimama kama tunavyotakiwa kusimama hivi mimi, na hakika maadili yatakuwa yamezingatiwa, maana kilema ilikuwa kinaanza na sisi wenyewe maadili kama, mimi kama mtumishi wa umma nina haki ya kuyafanya yale ambayo natakiwa kumwakilisha Rais katika maeneo yangu, katika kuwai kazini, kutoa haki kwa usawa bila upendeleo kufanya mikutano ambayo itajenga uwazi na uwajibikaji na katika kufanya mikutano ambayo itaenda kuwapambanulia jamii nini haki yao katika kushiriki ujenzi wa taifa pamoja na maendeleo katika kata yetu. Mkuu wa wilaya ya Nachingwea Mohamed Moyo, akaweka mkazo kwenye suala la mmomonyoko wa maadili, huku akitarajia kuwa watendaji na washiriki wengine waliopata mafunzo hayo watakuwa vinara wa kukemea tabia hiyo, kutokana na elimu hii, kwamba kwenye swala la mmomonyoko wa maadili, jinsi gani ambao watendaji wanatakiwa walishughulikie au kutoa elimu, litasaidia kupunguza mmomonyoko wa maadili. Sisi sasa hivi kama tunafahamu kwamba kuna baadhi ya mambo ya vijana wetu a, kutumia hii teknolojia sasa, kutumia mitandao ya kijamii, wamekuwa maadili yao kwa maana mmomonyoko wa maadili na kwa inapotokea. Kwa hiyo elimu hii itaweza kuwasaidia kwa maana watendaji wataweza kwenda kutoa elimu eh, kwa wananchi dhidi ya mmonyoko wa maadili. Wakufunzi wengine waliowasilisha mada kwenye mafunzo hayo ya Wizara ya Katiba na Sheria yaliyoshirikisha viongozi na wataalamu 46 wa wilaya Nachingwea ni ACP Elisante sante Olomi kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi na Hamisi Mjanja kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.